Na watekaji wamefika mahali ambapo wana ujasiri. Nikamsikiliza mkurugenzi wa Jamii Forum Mero, anasikika anasema kwamba yeye alipigiwa simu akaambiwa na mtu bwana, tutakuteka, tutakuuwa na watanzania watakulilia kwa siku tatu, alafu baadaye watasahau. Yaani, mtekaji ana ujasiri wa kukupigia simu na kukwambia, bwana, tutakuchukua, alafu watanzania watalia siku tatu, watakusahau. Anakupigia simu. Ndugu zangu we must wake up, huu utekaji tuna uresist kwa nguvu zote. Mimi binafsi na uresist leo, kesho, wiki ijayo. No, it can't happen in our country. Jambo hili lazima likataliwe, hatukuliona kule nyuma. Hii ni dharau iliyopindukia kwa mtekaji kukupigia simu na kukutisha. Leo watu wengi wamekimbia nchi, mwanamapinduzi ya Askofu wetu hayupo, wamekimbia. Sikiza nikwambie Wakina mwakipesili wamekimbia, wengi wamekimbia, wako nje. Wengine siwezi kuwataja kwa sababu ya hadhi zao, maaskofu wa madhehebu makubwa kabisa wamekimbia nchi kwa sababu tu ya kusema sema, yakusemasema. Sikiza niwaambie, at least mimi ni kiongozi wa taasisi. Unapokuwa kiongozi, watu wote hawawezi kukubaliana wewe hata kwenye taasisi zetu za kimungu kabisa, ni kanisani au ni msikitini, si watu wote watakubaliana na wewe. Na pamoja na kwamba ni waumini wako, wakukusemasema wapo. Wengine watakusema kwa sababu za uongo, zitakuuma. Kama kiongozi, lazima uwe na courage ya kumeza hayo maneno. Ukiwaua wote utamtawala nani? Ukiwateka wote utamtawala nani? Itakuwaje baada ya hapo? Unaweza kuwateka ukashinda uchaguzi, baada ya kushinda uchaguzi kila uliyemteka ana mdogo wake ana mjomba wake ana shangazi yake ana kaka yake ana ndugu yake baadaye nchi itakuwa kwenye uchungu ambayo itakuwa ni ngumu sana kuiganga amkeni nasema tena this is a last wake up call hii ni kengele ya mwisho ya kuamsha kwamba amkeni tutapoteza nchi kataa utekaji